Kazi kama kwa mfano mimi nikapewa kazi nikaambiwa eti utasema ulikuwa umetoka uh, kanisani kwa ushirika ulikuwa tu na, ukienda, u, na ulikuwa tuna pesa kidogo kwa mfuko, ulikuwa na shilingi elfu tano kwa mfuko wako na wakati ulikuwa na elfu tano ukampatia uka mchungaji, ukasikia roho Mungu anakwambia patia mchungaji ii elfu tano na wakati ulimpatia mchungaji elefu tano ukienda nyumbani ukapata uka bahasha barabarani ukaokota hiyo bahasha na ndani ya bahasha hiyo kulikuwa na shilingi elfu thelathini kwa hivyo hiyo ndio ushuhuda utatoa sasa unapangiwa ile ushuhuda utatoa na mwingine anaambiwa okay, nitachukua koti yangu nipeperushe ni, ni hewani ni, ni, ni watu waanguke lakini sasa nyinyi wa kuanguka mnakaa karibu na mchungaji sasa mchungaji anajua wale wakuanguka ni akina nani. so anapopeperusha koti lake anajua watu wa gani wanaenda kuanguka